Ndugu mgeni rasmi, dada yangu Lilian, katibu mwenezi wa wilaya ya Kinondoni, mwenyekiti wa kata ya Tandale, mama yangu injinia Devota Chirumanga, waheshimiwa wote huko, wachungaji, mashee, wenye viti wa mitaa, wajumbe wa halmashauri kuu, itifaki imezingatiwa. Assalamu aleikum. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Kwanza kabisa ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo tarehe 19 utukutanisha hapa tukiwa wazima wa afya, tukiwa tunafunga kampeni kwenye kata hii ya Tandale. Mengi yameongelewa hapa na nalontambulia, yote ni sahihi kwa asilimia mia moja. Uongo kweli? Sasa hapa nalaha, hapa nalaha kuambia maisha yenu yanakwenda kuboreka, watu wa Tandale, sisehemu muoe we. Ndugu zangu, ndugu zangu tulisema Hebu kipeni kura Chama cha Mapinduzi tuboreshe, tuboreshe elimu. Kata Tandale tumeweza kujenga madarasa kumi na mbili. Tumetumia takribani milioni mia sita kujenga madarasa mapya katika shule za msingi. Tumejenga madarasa matatu shule ya msingi Hekima, tumejenga madarasa matatu mapya shule ya msingi Tandale Mashariki, tumejenga madarasa sita shule ya msingi Tandale Magharibi. Tumejenga madarasa ya kutosha sasa hivi, watoto wetu wanasoma vizuri na ufaulu umeongezeka. Tandale sasa hivi inaongoza kiwilaya na kimkoa. Kitaifa Tandale imeshika nafasi ya tano. Tandale oye! Nani kama chief? Hakuna! Nani kama Talimba? Hakuna. Nani kama mama Samia? Hakuna. ndugu zangu wakazi wa Tandale, Mlikuwa mkienda sokoni mnashika madera hivi wakati wa mvua. Uongo kweli? Wafanyabiashara wa soko la Tandale walikuwa wanakaa barabarani, la jua lao, mvua yao. Uongo kweli? Tukasema hebu tupeni sisi CCM tuende tukaboreshe tuende tukamalize soko la Tandale. Soko limekwisha, lijakwisha. sasa hivi kina mama mkienda kufanya shopping pale Tandale mnaenda na Iris. Uongo kweli? Mnaenda mnanata kama mnaenda sokoni, sio? Kama mnaenda kwenye harusi. Na pale tumejenga ukumbi wa kisasa. Kama una shughuli yako, utamuona afsa mtendaji au utamuona afsa biashara unafanya harusi yako pale, unafanya kipaimara chako pale, unafanya birthday yako pale Tandale. Oh, hey. Tumeweza kujenga barabara tano. Barabara ya Mlandizi halimaua tumejenga kwa kiwango cha lami na taa za barabarani sisehemu oye. Sasa hivi Tandale imekuwa kimbilio la wawekezaji. Mnaona, mnaona wawekezaji wakubwa wanajenga majengo makubwa Tandale sasa hivi, si ndio? Tunakwenda kujiboresha Tandale hii sasa kupita ile iliyopita na kupita ile iliyopita, inakuwa kama masaki Tandale. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Ndani ya ilani hii ya Chama cha Mapinduzi tumepanga mkituchagua tu tarehe ishirini na tisa tunakwenda kujenga barabara yalami, ya lami kuanzia serikali ya mtaa kwa tumbo mpaka pakacha na taa za barabarani. Tunakwenda kupandisha thamani ya majumba yenu, majumba yenu sasa hivi msiende kuyauza Msiuze, mtakwenda kuuza kwa bei kubwa sana milioni mia mbili milioni mia tatu sisihemu oye, niseme nisiseme. Najua tuna kero kubwa sana mto Mwangosi, si ndio? Mungu akipenda, tarehe ishirini na tisa mkaenda kuchagua mafiga matatu, tunakwenda kujenga mto Mwangosi kama mto Ng'ombe, mafuriko tena ya mtaa wa kwa tumbo mtaa wa sokoni na Ndugumbi yanakwenda kukoma. CCM oye, niseme nisiseme? Ndugu zangu, ndugu zangu, siku mia moja za Sa mama Samia tunakwenda kutoa bima bure. Bima hii tunakwenda kutoa kwanza kwa kina mama wajawazito wazito kina mama wenye umri uliokwenda na kina baba wenye umri uliokwenda, magonjwa yote sugu, kansa, kisukari, presha, mtakuwa mnakwenda pale Idumandari, TMJ, Agakani, eh, Mwimbili mnatibiwa bure. CCM we Mama Samia we, niseme nisiseme ndani ya ilani ya CCM ya ishirini na tano thelathini mama Samia anakwenda kuboresha na kuongeza mfuko wa mikopo kwa kina mama, vijana, na watu wenye ulemavu. Tumetenga bilioni mia mbili. Tumetenga bilioni ngapi? Ni waombe watu wa Tandale, mnanijua, mnanijua, nilikuwa kinyanganizi nikienda halmashauri mimi sio mgeni pale, chochoro zote nazijua. Nitahakikisha bilioni mia mbili hii, basi bilioni kumi au bilioni tano inashuka tandale kwa ajili ya mikopo. Na nimesikia na najua kuna kero ndogo ndogo, mikopo unaomba Desemba unapata Januari, si ndio? Tunakwenda kukomesha hii tabia tunakwenda kutoa urasimu wote, mikopo itoke kwa wakati, mikopo itoke kwa watu wahusika mahalum, muweze kuendeleza kipato chenu na maisha yenu, ya watu wa Tandale. CCM oye! CCM oye! ndugu CCM oye. CCM oye. CCM oye. zangu msidanganyike, ameongea hapa mgeni rasmi, hakuna chama chochote hakuna mgombea yoyote tofauti na mgombea wa CCM ambaye anaweza kuleta maendeleo kwenye kata ya Tandale kwenye jimbo la Kinondoni na kwenye nchi ya Tanzania. Tanzania hii ninayoona, ambayo inaendelea kila kona, kuna miradi mikubwa inaendelea, na tumepanga sasa. Niwaambieni, tunakwenda kujenga flyover tatu kwenye jimbo la Kinondoni. Tunajenga flyover Magomeni tunajenga flyover Mwenge, tunajenga flyover moroko icimuoe ndugu zangu, tusifanye makosa. Tandale hii inaenda kuibadilisha tena. Tunakwenda kujenga barabara tatu au tano hapa mkunduge. Kwanza najua kuna shida barabara ya Rasco, uongo kweli? Tunakwenda kujenga barabara ya Rasco, tunakwenda kujenga barabara ya Yemen kutoka Mwananyamala mwisho tunakwenda kujenga barabara ya lengo la miti. si sehemu oye. Najua kuna shida, kuna shida ya vivuko, lakini ni waombe ndugu zangu, tufanye mazoezi vivuko. Naenda kupambana navyo, tutaweka vivuko, lakini hatuwezi kuweka vivuko hapa na hapa. Kwa hiyo kutakuwa na distance kidogo ya kuweka vivuko kwenye mto Ng'ombe.

ndugu zangu, ndugu zangu, wakazi wa Mkunduge, wakazi wa Mkunduge, wakazi wa Mkunduge, hey! Naomba mnisikize kwa makini, naomba masikio yenu, wakazi wa Mkunduge. Serikali hii ikipambana na kakaangu Talimba, mlilipwa nyumba zote ambazo zipo kandokando kando ya mto ng'ombe, uongo kweli? nimesikia nimesikia maeneo ambayo tumevuta zile nyumba kutanua mto ng'ombe, mnakwenda mnayauza sasa hivi yale maeneo. Tumetenga kupanda miti kwa ajili maalum, baadaye tujenge barabara gari ziweze kupita, wakati tunafanya urasimishaji wa kutoa hati za miaka tisini na tisa, kila kona barabara ipite na barabara itazunguka kwenye ule mto ng'ombe. Nyiye mnakwenda kuuza yale maeneo ya serikali. Ndugu zangu, niwaombe maeneo ya wa serikali msiuze, mtazuia maendeleo, tutashindwa kujenga barabara pembezoni ya mto Ngombe, kwa kuwa mnakwenda kuuza yale maeneo. Maeneo yenyewe sio ya kwenu, nyiye mshalipwa. Niwaombe yale maeneo mniache kwa ajili ya kupitisha barabara, wagonjwa wenu nyie wenyewe mtakuwa mnatumia zile barabara kwa ajili ya kurahisisha usafiri Mkunduge oye! Ndugu oy! zangu niwaombe, ni waombe kama alivyosema mwenyekiti wangu, kama alivyosema mlezi wetu, kama alivyosema mgeni rasmi dada yangu Lilian malikia wa Dar es Salaam, tutoke tukapige kura. Ulinzi tumeimarisha asilimia mia moja. Hakuna paka yoyote atakayefanya zanzwanza wala zozunzo hakuna yeah. mpaka yeyote ataingia barabarani, ulinzi umeimarishwa na ulinzi upo wa kutosha. Wazee wetu tumeandaa usafiri wa kuwapeleka kupiga kura, wagonjwa watapiga kura. Ukishapiga kura, rudi nyumbani, kafanya shughuli zako, usubiri saa hizi au saa moja moja, saa mbili, tukashangilia ushindi sisiemu oye. Ndugu yeah, zangu nawapenda sana. Mungu awabariki, Mungu awabariki, mwendelee kuwa salama. Kuanzia leo mpaka tarehe ishirini na tisa kusiwe na mgonjwa kati yenu wala ndugu zenu, waliokuwa Chalinze, waliokuwa Rufiji, waliokuwa Kibiti, wote muwe wazima. Tarehe ishirini na tisa tukapiga kura kwenye majifa matatu. CCM oye! Asanteni kwa kunisikiliza, na anawapenda sana.